Guys, I've come to realize, ukiona mwanamke au wewe ni mdada ambaye uko tayari kurudiana rudiana na ma ex wako ambao mlishawahi kuachana, yaani mtu alikuacha vibaya, amekufanyia vitu vya ajabu, ulimpenda lakini still, yani unashindwa kupona, kiasi kwamba yule mtu akikwambia tu, hey, Irene uko wapi? Niko hapa Mwanza, njoo basi hapa Mwanza hotel, niko hapa, njoo basi tulale leo umeshajifungasha, mwanamke, unaenda kulala na ex wako, ni baba mtoto wako mlizaaga, and mmeshaachana, ana maisha yake, ameoa na wewe umeolewa, lakini still bado mnaweza mkakutana sehemu na akakudanganya na ukampa sex. Baby girl, hujapona. Yani wakati mwingine sio wewe, yani hujajifanyia kazi, hujapona. Mwanamke yote aliyejifanyia kazi, aliyeachwa akakubali kuachwa akalia akamaliza, akaanza kujifanyia kazi, akamsamea huyo mtu, akamtoa kifuani, akaanza sasa kujipambania, akaweka standards zake, akajiwekea mipaka kwamba mimi mtu hawezi kuvuka hapa, akakaa kuishi maisha yake, hawezi kukubali kurudia matapishi. Yani mwanamke yote ambaye amejifanyia kazi hakubali kurudia matapishi, whatever the case, whatever the challenge, hawezi kurudia tapishi. Lakini ukikuta mwanamke ambaye yuko tayari kurudiana rudiana na kila ex wake. Waga hata huyo mwanaume anajua kabisa huyu dada bado ana low standards. Bado hajajifanyia kazi, bado ni mjinga, bado naweza nikamfanya ninavyotaka. Kwa hiyo jamani tuwe makini, tu, tujifanyie kazi. Hata wanaume unakuta umeachwa na mwanamke vibaya, lakini still bado unatamani kurudiana naye. Wewe tu unaumwa. Tulikosa mapenzi labda tukiwa wadogo, bado tuna trauma za utotoni. Tujifanyie kazi tupone. Tunajidhalilisha.